Wito huo umetolewa katika Kongamano la kina mama wa Kiislamu mkoa wa Singida ambalo lililenga kuhimiza malezi bora pamoja na kudumisha amani hapa nchini. Sisi kama wazazi tunachotakiwa kukifanya ni kuongea na vijana wetu kuwashauri wasijiunge na makundi yanayohamasisha vurugu. Kwa sababu vurugu inavunja amani, inaleta umaskini kwenye taifa. Kama tunavyoona nchi zingine, watu hawana makao, wanakimbia watu, wanakufa. Kwa hiyo sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu lisitokee kwenye nchi yetu ya Tanzania, ndio tunakazana kuwaeleza vijana wetu wasiweze kukubaliana na kuweza kudanganywa, kupotoshwa juu ya swala hili la kuharibu amani. Tunaomba kila mtu ailinde amani yetu ya Tanzania tuwe na umoja na mshikamano ili tuweze kuitengeneza amani yetu ikae vizuri. Shekhe wa Wilaya ya Singida mjini, Shekhe Isa Simba kupitia kongamano hilo amehimiza kila mmoja wetu kwa nafasi yake kubeba jukumu la kulinda amani. Muislamu ni yule asiyodhuru mtu, sisi ndio kauli ya Kiislamu ya Mtume Muhammadin na hawa tunawaambia wawaambie watoto wao wasije wakatoka wakazuru mali ya watu wakaandamana kinyume na utaratibu wa Mtume wetu Muhammad. Muislamu ni amani. Viongozi wa serikali akiwemo naibu mstahiki meya wa manispaa ya Singida Mheshimiwa Abdalla Almas Mkoko akatoa wito kwa Watanzania kuendelea kuthamini na kulinda amani iliyopo, akisisitiza kuwa amani ni msingi wa shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Ninahimiza amani, amani, amani. Bila amani watoto wetu hawatasoma. Bila amani hakuna utakachokifanya. Niwaombe vijana wetu tuidumishe amani ya nchi hii ili tuweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu. Tuilinde tunu yetu na amani yetu ya Tanzania. Tusifanye wala kusikiliza watu kwa ajili kupoteza amani ya Tanzania, na tushirikiane kwa kila mzazi aweze kukaa na familia yake, aweze kuelezea amani na upendo ni nini, tusije tukaungana na hayo magurufu yanayotaka kuchafua Tanzania. Kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu, wa Mahasin TV